Habari, naitwa Dr. Lucy Lawrence Mpayo. Ni daktari bingwa wa watoto, lakini pia nimebobea watoto wachanga, wa kutoka hospitali ya taifa Muhimbili tawi la Mloganzila. Leo ni tarehe kumi na saba mwezi wa kumi na moja ni siku ambayo tunaadhimisha siku ya mtoto ambaye amezaliwa kabla ya wakati. A, mtoto ambaye amezaliwa kabla ya wakati ni yule ambaye umri wa mimba wa mama siku anaojifungua unakuwa haujafika wiki 37. Jina la mtoto ambaye amezaliwa kabla ya wakati kidogo linaleta changamoto kwa sababu hapo awali tulikuwa tunasema mtoto njiti. Sasa neno njiti limeleta sintofahamu , pia imeleta unyanyapaa likifananishwa na njiti ya a, kiberiti. Kwa hiyo neno jipya sasa hivi tunasema a, mtoto aliyezaliwa kabla ya wakati ama mtoto aliyezaliwa kabla ya muda. Sasa siku hii ni siku ambayo tunaadhimisha tukiongeza uelewa tukiongea kuhusu sera, uh, za huduma za mtoto ambaye amezaliwa kabla ya wakati. Uh, mtoto ambaye amezaliwa kabla ya wakati, changamoto kubwa ambayo anaoipata, ni mapafu. Katika uumbaji wa mtoto kiungo ambacho kinachelewa kukomaa kwa sababu miezi mitatu ya mwanzo ya mimba, mtoto anakuwa ameshakamilika, yani viungo vyake vyote vinakuwa vimeshaumbika mimba inaendelea mpaka miezi tisa ili vile viungo vikomae vikafanye kazi ambayo imeumbiwa. Kwa mfano mapafu, kazi yake ni kutusaidia kupumua. Kwa hiyo mapafu ni kiungo ambacho ni cha mwisho kabisa kukomaa katika ile miezi mitatu ya ya kabla mtoto hajazaliwa kabla miezi tisa. Kwa hiyo kuanzia miezi saba nane mpaka tisa mapafu ndio yanakomaa. Sasa hawa watoto mara nyingi wanakuwa na shida ya upumuaji. Sasa katika historia ya kuhudumia mtoto ambaye amezaliwa kabla ya wakati, hizi mashine za upumuaji zilikuwa uh, hazipo kwa nchi yetu Tanzania. Mwaka elfu mbili na kumi ndo tulianza kutumia hizi mashine maalum za kumsaidia kupumua mtoto ambaye amezaliwa kabla ya wakati, tunaziita CPAP. Kwa maana hiyo kwamba huko nyuma mtoto akiwa ana shida ya upumuaji, tulikuwa tunamwekea oksijeni. Kila uh, maadhimisho ya kuzaliwa kwa mtoto kabla ya wakati kuna kuwaga na kauli mbiu Kauli mbiu ya mwaka huu ni kwamba, kwa lugha ya kitaalamu tunasema every preterm baby should have a strong start for a brighter future, kwamba kila mtoto ambaye anazaliwa kabla ya wakati anatakiwa apewe mwanzo mzuri ili baadaye aweze kuendelea vizuri. Kila mtoto ana haki ya kuishi, hata kama amezaliwa nchi za ambazo hawajaendelea ama nchi zilizoendelea, watoto wote wana haki sawa ya kufanya nini? Ya kuishi. Kwa hiyo kauli mbiu ya mwaka huu inabeba kwamba tujiangalie katika miongozo yetu ya kumhudumia mtoto aliyezaliwa kabla ya wakati. Kama mtoto amezaliwa chini ya wiki ya ishirini na nane tufanyaje? wataalamu wetu, uh, wenzetu wa kina mama wanaohudumia mama wanaomzalisha mtoto, wakipata mama amejifungua wiki ya ishirini na saba tuiangalie ile miongozo tuweze kubadilisha iendane sawa sawa na miundo mbinu ya kisasa ya kumhudumia mtoto ambaye amezaliwa kabla ya wakati. Kwa hiyo uh, nitoe tu lai kwa watu kwamba watoto waliozaliwa kabla ya wakati wanaishi vizuri na katika zile hatua zao za ukuaji. Kwa sasa tunasema wana catch up, yani wana, wakifikia umri fulani zile hatua zinakuwa sawa sana mtoto ambaye amezaliwa kwa wakati. Kwa hiyo katika kuimarisha miundombinu ya kumsaidia mtoto ambaye amezaliwa kabla ya wakati kuna huduma ambayo sisi kitaalamu tunaita immediate kangaroo mother care, kwamba huyu mtoto amekuja kabla ya wakati, analazimika kukaa katika mazingira ambayo ni mbali na a, tumbo la uzazi. Kwa hiyo hii huduma ni ambayo mtoto anawekwa kifuani, mwambatano wa ngozi kwa ngozi kati ya mama na mtoto. Hii huduma, mtoto anakuwa anapata huduma zingine zote akiwa kifuani kwa mama. Kwa hiyo imetulazimu sisi Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila kuanzisha uh, wodi ambayo inaitwa uh, Matendo Newborn ICU, kwamba ni ICU ambayo mama atakaa pamoja na mtoto wake. Kwa hiyo Uh, hichi chumba ndo uh, chumba maalum ambacho tumekianzisha. Kutakuwa na kitanda ambacho mama anakuwa anakaa hapa, lakini tuna hii, uoma, hii inatumika kama uh, backup, kwa sababu mama anatakiwa akae pamoja na mtoto wake. Kama ana mashine ambayo inakumsaidia mtoto kupumua anaipata, yule mtoto anaipata akiwa kifuani kwa mama yake. Lakini kama mtoto atakuwa anahitaji huduma uh, yoyote ya dharura ambayo hatuwezi kufanya akiwa kifuani kwa mama, kwao tuna hii kifaa tunaita uh, infant warmer ambacho hizo ambacho hizo huduma zingine tutazifanyia akiwa hapa. Lakini yule mtoto masaa 24 atakaa kifuani kwa mama yake akiendelea kupata huduma zingine kama kusaidiwa kupumua, kupewa dawa, kupewa chakula, atazipata akiwa kifuani kwa mama.